Wakristo wa Anglikana wameshauriwa kutoa muda, mali na maisha kujenga kanisa la Mungu. Kasisi Canon Dismas Mgina alieleza hayo Jumapili, tarehe 4 Januari mwaka huu 2026. Ni siku ya Bwana, yani sb ya pili baada ya kuzaliwa. Ibada ya misa takatifu iliyofanyika katika kanisa la watakatifu wote Amani, daosisi ya South West Tanganyika, Njombe, Kanisa Anglikana Tanzania. Katika ibada hiyo Canon Mgina alitoa wito kwa waumini wa kijiji cha Amani wilaya ya Ludewa mkoani Njombe, na wale wanaoishi na kufanya shughuli zao nje ya eneo hilo kushiriki ujenzi wa kanisa jipya ambalo sasa upo katika hatua ya kupaua. tumefikia zaidi ya milioni mia mbili hamsini laki saba na nusu kwenye kazi hapo nje, ndio fedha tuliofikia zaidi. Tumeshaitumia ile fedha na iliyobakia ni fedha ndogo tu. Saa hizi nikipata milioni 60 milioni 50, inawezeka bati na tunaanza kufanya mambo mengine na hizo fedha zote ziko kwenu, na mimi ninavyoona naona hizo fedha zinapatikana saa hizi mfukoni kwa mwasi. Tuna milioni kumi na nane tu ili tufike milioni hamsini, bado tuna fedha nyingi za kutosha. Niwaombe tushikamane. Sasa ninawaalika wapendwa, kila mmoja wetu amwambie ndugu, amwambie rafiki, amwambie aliyoko hapa, aliyoko mahali pengine kwamba wenzenu, tunawaalikana kuna kazi ya kufanya, na kazi hii ya kumjengea Bwana ufalme mimi ninaamini tukituma salamu hizi vizuri za mwaka huu mpya kwa wenyeji wote wa Amani na wasiokuwa kwa wa Amani, wanaopenda nchi hii wanaopenda Ukristo, mimi naamini fedha hizi zitapatikana. Wakizungumza mara baada ya ibada ya misa takatifu iliyobeba wazo kuu familia takatifu, baadhi ya waumini wa, wa kanisa hilo walisema wanaendelea kushiriki kazi ya ujenzi katika kila hatua hadi itakapokamilika. tangia tumeanza mwaka 2015 lakini tumekuwa tumefanya kazi kwa ujenzi kwa ushirikiano wa Wakristo wenyewe, na hatuna mfadhili mwingine yoyote aliyetoka nje zaidi ya sisi Wakristo wadau wenyewe wa kanisa la Anglikana, kanisa la amani, kanisa la amani lenyewe. Sichelei kusema naalika tena wadau hawa, kwa yeyote anayenisikia na kuona hili jengo basi, tunaweza kushirikiana kuendelea kulikamilisha hili jengo kwa michango na nguvu, kwa namna yoyote ile ili Kazi ya Mungu iende sawa sawa. NMB namba sitini kumi na moja sifuri sifuri ishirini na saba sabini na nne sita CRDB namba kumi kumi na saba hamsini na mbili thelathini na tano themanini na moja mbili kuna NMB na srib ni akaunti ya kanisa ya Anglikana. Mwalimu na mwinjilisti George Luoga alisema mwanadamu ni lazima kuweka hazina na matumaini kwa Mungu katika kila jambo, hata anapopita katika nyakati ngumu za kukataliwa na wengine. Maumivu inawezekana ukayapata kwa watoto wako, maumivu inawezekana ukayapata kwa ndugu zako, maumivu inawezekana ukayapata inawezekana kwa mume wako au kwa mke wako ukapata maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo vyote lazima vikupate. Hivyo vyote lazima vikupate. Lakini pia viko vifungo mbalimbali unakutana navyo. Vifungo mbalimbali lazima unakutana navyo. Kuna vizuizi mbalimbali lazima unakutana navyo. Lakini bado kuna hali ile ya kukataliwa. Kuna hali ile ya kukataliwa ukakataliwa kwenye familia, inawezekana ukakataliwa kwenye jamii. Ni kiarifu kutoka hapa Kanisa la Watakatifu Wote Amani, Dayosisi ya South West Tanganyika, Njombe, Kanisa Anglikana Tanzania. Mimi ni Maiko Luoga.